wa kimataifa karibu sana mkurugenzi mkuu, ili uweze kutupatia wasilisho. Makofi kwa mkurugenzi mkuu ambaye ameingia hapa kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kukuwezesha kuwepo hapa. Na kama nilivyotambulishwa, mimi yangu mii sio marefu, kwa sababu napenda kufanya vitu haraka haraka a la maonyeshoa maonyesho. Naamini wengi wenu ni wenyeji wa maonyesho, lakini hii basi, lazima tupeane kwa nini maonesho kwa hiyo ili itakwenda kama ifuatavyo. Haya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam ambayo yameanza mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba na zaidi ya miaka mnajua kwa binadamu na maonyesho hayo, akila mwaka akufika mwezi wa mwisho na yanamalizia Julai. Miaka kama mitatu nyuma yameongezwa la... yalikuwa yalikua yana muda lakini sasa hivi maonesho haya yamechukua nafasi kumi na nne kama mnavyoona, yakiwa yanaanza tarehe ishirini na nane yanamalizika tarehe nane mwezi wa saba. Yanaanza tarehe ishirini na nane mwezi wa sita na yanamalizika tarehe nane mwezi wa saba. Tutaona sasa hivi anamalizika tarehe kumi na tano baada ya mheshimiwa marehemu rais wa awamu ya tano John Joseph Pombe Magufuli alipoomba na wananchi kuongeza maonesho haya muda, wananchi walimshangilia sana. Aalililosimama na aliongeswao tumekuwa na sisi tunaendeleza kileo harkadhanikakutia watembeleaji wengi kila mwaka, tuna rekodi nyingi za watembeleaji kama hizi aziona hapo, unaona kwamba kuna ongezeko la kampuni za nyumbani, kampuni za nje na washiriki watembeleaji, ushiriki wa nchi pia

Kwa hiyo mwisho wa mwaka tunapokuwa uh, mwisho wa onyesho tunapotoa report, mtaona tunapotoa zile data, kuna tafiti mbali mbali hapa. Nafikiri wengi wenu mnapitiwa na wadau wetu ambao wanakuwa wanafanya research. Tunaomba kuendelea kwa ushirikiano, timu ya research ya tatu inatakiwa mabadani kwenu kila siku inafanya uh, inachukua record ya research. Kwa hiyo kuna maswala mbalimbali mbali, tunaomba kutusaidie, yani maswala ni ya kwetu sisi kama mamlaka ambayo tumekuwa jukumu la kusimamia maendeleo ya biashara, yaani maeneo yenu ndio tunayotumia mwaka mzima kushauri serikali jinsi gani ya yakufanya, na naomba kutuamini, anafanyiwa kazi kiona, kuna marekebisho ya sera, marekebisho ya masuala mbalimbali ya zile tozo. Sisi tunaandika kupitia zile tozo, tunapeleka serikalini kupitia wizara yetu. Kwa hiyo tunafanya marekebisho mbalimbali ya hali ya kufanya biashara. Kwa hiyo naomba tusaidie, lakini wengi wenu mshawahi kujishuhudia zile fomu, ambaye hajawahi kupata zile fomu katika maonyesho na mambo ya kikono. Kwa hiyo yote mbele na ambaye hajawahi kupata yote ni kwa wawili watatu, at least kuna watu wamezipata. Kwa hiyo wale ambao hawajapata, kila siku tuna tunatembeza fomu, lakini kuna huko fomu ambayo

wa uendelezo wa makazi hata makazi ya huyo ni eneo letu ambalo watu wameendeleza wameishi. Kwa hiyo ni eneo kubwa na kiasi na nimekwenda hivi, nimesambaa tunasema. Lakini katika uendelezo wa uwanja kuu tumeona kwamba sasa ikia hatua kwamba uwanja umekuwa hautoshi, na tuna hali ya kuwa na uwanja wa kisasa wa maonyesho ya kimataifa, lakini wenye activity mbalimbali na sio tu maonyesho mwaka mmoja, amekuwa na activity nyingi za miaka yote. Project yetu kama mnavyoona hapo mbele, kwa sababu kulia ni master plan ya uwanja wetu wa walitu ya Sambarage Nyerere, na tayari tumeshaitangaza. Sasa hivi tuko kwenye hatua ya tunakusanya zile interest za wadau mbalimbali wa ndani na nje uwanja. Sasa ya master plan yetu ni hiyo hapo. Ndani kuna project tisa ambazo mnaziona hapo, na mapoli ya mipaka ambayo yataenda juu. Sasa sio kulipoja, bali unakuja, kwa sababu na kama ni multi function Aa, zote na masaji ina nne. Kutakuwa kuna mambo mbalimbali, kuna shopping malls, biashara sector exhibition, kutakuwa na masuala mengi tu specialized na vitu vingi vitakuwepo, kutakuwa kuna hotels hapo, hayo majengo mnayoona ni hotels, lakini kuna majengo ambayo ni administration building offices na michezo ya watoto kutakuwa kuna kumbi, kutakuwa kuna vitu almost vyote, inategemea na idea ya mwekezaji. Na project hii ni PPP. Kama mnavyomsikia mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anamtilia mkazo mataasisi na mashirika ya umma sasa hivi kufanya PPP partnership, kwamba tunashirikiana na mdau binafsi mwenye idea. Kwa mfano, hata wewe unakuwa na project yako kipana, mtu ambaye mwenye exposure ameshaona dunia, anajua biashara kwa hiyo tuko mbali. Kwa hiyo tunafanya hizi project, kwa hiyo tuko kwenye mpango huo. Tunautangaza na nyinyi ni wadau, nimeona lazima niwaambie ili mjue kinachoendelea, na tunatarajia project hii itakapoanza, tunashuhua sio zaidi ya miaka miwili, katika eneo la Msika. Sasa kuna concept ambazo ningependa nizigusie kwa wale ambao uh, ha, hawajawahi kushiriki maonyesho, na wale ambao wameshiriki nitakuwa ziada. Hii ni maana ya international hall, banda la kimataifa. International hall ni eneo kubwa, mahali makubwa kumbi kubwa ambalo ndani yake linajengwa kwenye eneo la maonyesho, nyesho inakuwa linaonekana nzuri na mara nyingi linakuwa kwenye msuri, na manani, na kwenye strategic position, strategic areas, inakuwa kwenye kwenye jia... ya binafsi. Mabada binafsi kwa mfano wizara na makampuni ya kisekta ya nakuwa na mabada yao ya binafsi. <coughs> Na hapo inaonyesha swala la ubunifu. Ubunifu ni mungimu, innovation, creativity, ubunifu wa kimeke. Ubunifu uh, inazingatia utambulisho wa nchi ama kampuni na branding ya kampuni husika na branding ya mtu. Kwa hiyo kwa mfano ubunifu wa nchi, unaendana na unapotebea banda na nchi, tunakuja ya kuna brandi ya brandi za bendera husika, kauli mbiu ya, yes. Kauli mbiu yetu sisi ya jumla ya maonyesho haya kama mnavyoiona hapa nyuma yangu maonyesho ya biashara kimataifa ni sabasaba, ni fahari ya Tanzania. Kauli mbiu hii inaadhimisha ile miaka arobaini na tisa kuelekea hamsini, na kwamba tumeendelea kuyadumisha na mnaona tunajivunia kwa sababu tumeendelea kuandaa maonyesho yameendelea kukua, lakini swala lingine muhimu kwenye maonyesho ni

Pamoja na vifaa vingi tunashirikiana pamoja pale pale, lakini tunasaidiana kwenye. Mara nyingi washiriki wetu utaona tunashiriki kwenye, kwa na hiki shirikia, tutaona, tuna kwenye tunatoa huduma za pamoja zinafanana na kwa ajili ya kuwasaidia na hii ni kwa ajili ya kufanya, kwa ajili ya wafanya biashara wote pamoja na nyinyi pia. Kwa hiyo napenda kutoa wito kupitia hii. Sisi TanTrade tuna Business Clinic ambayo inapatikana jengo la Wizara ya Viwanda na Biashara, na ndani kuna taasisi mbalimbali. Kwa hiyo yeyote, hata mshiriki wetu mwenye masuala mbalimbali katika kufanya biashara yake ya kila siku, tunakaribisha kufika katika Business Clinic. Taasisi zote zipo, TRA zote zipo, kuna tatizo lolote, ndio maana tunaita Business Clinic. Hata kama una tatizo la uhamiaji, la polisi, tunakupeleka pale kuchukuliwa na mpaka suluhisho. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na swala jingine kunakuwa swala la ugharama, unafuu hapa vile mwashiriki kulipa kiasi kidogo, nani ya shea pa vile. Hizi ni vitu ambavyo nikose za ndani ya maonyesho, umuhimu wa ndani ya shea pa vile. Ndani ya shea pa vile unakuwa kuliki ile banda zima, kwa mfano hili hapa ndo shea pa vile, unalipa kibanda chako unataka kushiriki kama mfano unataka kushiriki ndani una... uh, una... ya kibanda kimoja utaingilia kibanda kimoja hilo, maanake ujiandae kwa bajeti kubwa. Kwa mfano kama makampuni hayo ya simu na wizara na mataasisi, utaona wao wanaingilia banda moja kubwa, ambayo ndani yake kuna washiriki wengine. Kuna anaitwa pavilion director, kuna concept ya pavilion director ndani ya maonyesho. Anakuwa ni mkurugenzi wa banda katika maonyesho. Sasa majukumu yake, mkurugenzi wa banda, kwa mfano wewe ni mkurugenzi wa banda ndani ya kampuni yako, wewe unakuwa ni mratibu wa shughuli zote za banda. Anapokuja anapokuja mgeni, wewe ni msimamizi unaotakiwa general concept na ya ile ushiriki wenu. Kwa hiyo wewe ndio unahakikisha ile kuna ushiriki, unajipanga strategically, unatunza taswira ya kampuni au taasisi unayowakilisha. Wewe ndio mkurugenzi wa banda, ndio responsible. Kwa hiyo kila kitu strategically, wewe ndio responsible. Na sababu ya kuwa na mkurugenzi wa banda ni kurahisisha usimamizi wa shughuli za kila siku, lakini kutoa uwakilishi rasmi wa banda, kuweka kiungo kati ya banda na waratibu wa maonyesho, kwa sababu ukikosa mkurugenzi wa banda au simamizi unakuwa kuna vitu zingi vinayumba. Kila moja ina konsepti yake na uende kasababisha msifike malengo. Pia unakuwa kuna kurudisha heshima na taswira ya kampuni au biashara ambayo unaiwakilisha, kwa sababu uwepo wa mkurugenzi wa banda anasimamia, ndio maana katika masuala mengi anatakiwa aweko. Viongozi viongozi maana yake Hii inaitwa display, pavilion display. Kwa hiyo katika display yako unataka kufanya nini? Una design, unataka kushiriki nini na message yako ili ifike. Hapa kuna kazi kidogo ya creativity. Na wale wengine wanatafuta event, event, event management company wanasaidia kufanya hivi. Kwa hiyo unatumia hini, kwa hiyo unatumia hapo design na display ambayo itafutia mteja wako ataka kupita kwa sababu remember, unashiriki kwenye mbaloa watu wengi labda, na kwenye maonesho na watu wengi. Kitu gani kitamfute yule mtembeleaji pale kwenye banda lako, akifika aseme, asimame? Kwa sababu wakati anapita anatembea sasa, lakini anapopita, unasema hapa, huyu ni eye catch, wanaita eye catch display. Kwa hiyo lazima uwe na eye catch display, inafanya yule mtembeleaji akifika pale asimame na aulize. Wengine kwa mfano, peda yaedarasaisautangi anachoma udi, anapochoma udi anaupita wengine, lazima atasogea at mabanda mengi kuna tabara nashukuru, washiriki wetu wameendelea kubadilika. Sasa hivi tunaona printing kama hizi za branding bana, kwa hiyo at least ndio mabadiliko yenyewe hayo ya kutumia teknolojia. Kwa hiyo zaidi hakuna kuweka matabara, tabara haya ndio choma choma. So na nyingine unatoa vipeperushi, lakini hapa pia unaweza kutumia teknolojia, unafanya QR code Mteja anapokuja na mwambia taarifa hiyo hapo, anakwenda wengine. Wako ambao wanataka kupeperushi, kwa hiyo utabana, sio chochote wa wengi toa kiwa wewe sawani. Promotional items pia na mabuti kiwa wewe, ambayo hakusahau, anaenda nyumbani, anajua hii kampuni iko, nilipita mara fulani na ile kiwa wewe. Kuna siku yule mtu ambaye tushamuelezea ile bidhaa ambayo iko kwa service yako atakitaji, au atokezea mtu anaongea naye anakitaji ata utakuta unawasiliana na yule mtu, atakutafuta ata. Hivyo ndio vitu vya msingi kwa ways promotion, flyers, na use of technology, mambo ya samples katika maswala ya display. Lakini kingine, kuna kuna swala la WH question ambalo muhimu. Ukisha display, baada alapo, unasimama mwenyewe, unaanza kuangalia, unajiuliza maswala mwenyewe kabla y mteja hajaje, unauliza hivi hapa

kufanya brandi kujaruna logo maalum na tafulika kwa maana katika itaisha kusea na kushiriki. Hakikisha unakuwa na hizo vitu ambapo kuna kama bidhaa yako inaonekana standard na hizo na hayo pia inatafautisha biashara yako na nyingine, kwa sababu ukiwa una logo yako na biashara yako ni nzuri, ni advantage kwako. Lakini ukiwa na biashara yako, bidhaa yako nzuri, logo yako sio nzuri wengine anaiboresha anajieleza kwa brandi yake, au anatoa fursa kwa watu wengine kutumia ipende leuni wako na kupata faida kupitia kwako. Pia hemu manika juisanasuu naonilizi anakuona na unalembo anajua kuanilizi. Baada ya kusema hayo, napenda kuwashukuru kwa kusikiliza. Asanteni sana. Tunashukuru sana ongezi muu umeeleweka. Asante kwa kofi kwake. Asante sana. Ningependa kabla hatujachukua break fupi ya majadiliano niweze kukaribisha nek. Kutoka nek, tuko na Ndugu Haji Kiseli. Hei ni muhandisi na atakuja kuelezea kifupi kuhusu uh, kelele za uchafuzi wa mazingira. Karibu kwa dakika tano. Tuko nyuma kidogo ya muda na wadau inabidi waendelee na maandalizi. Karibu sana.